Barikiwe ndugu zangu na Mungu awalinde. Asante tena kwa kutusikiliza kwa leo. Ndugu yako Benjamin Nyange na mina furaha kushiriki nawe tena katika hiyo habari ya ufunulivu mkuu juu ya Bwana yetu Yesu Kristo. Kama Wakristo tuna wajibu ya kufuatilia matukio yanayoendea kuhusu kurudi ya Bwana wetu Yesu Kristo na kujiandaa ipasavyo wa kwa ajili ya kurudi kwake. Mara kwa mara tunaishi na tuna uh, sahau kama Ukristo uh, ina hali Ukristo inabidi ku Mungu ya Yesu Kristo na kufikiria na katika hiyo habari tutaenda kuonyesha mambo fulani kwa kuhusiana na, na Biblia gisinafunua yale inayohusu kurudi kwa Bwana yetu Yesu Kristo. Inahitaji kila mtu kujitengeneza, inahitaji kila mtu anaye aliye mkubali Yesu Kristo kuwa mkombozi na Bwana kujitahidi ili ya kumlaki mkombozi wetu ambaye anakaribia. Ikiwa haujamkubali Yesu, ikiwa ni mara haujamwita, unasikia hiyo habari na haujapana maisha yako kwa Yesu, inahitajika fanye hiyo kwa haraka. Yaani, muda tunaobaki inakuwa kidogo. Na wale ambao watakao mcha, wale ambao watakao mkubali atawapa kibali ya kuwa wana wake. Yani hawatakuwa na hukumu, yani hukumu inahusisha wale ambayo hawamkubali, wale ambao wamekuwa wa Kristu na wamemkana Yesu, kwani amesema Bwana amempatia uku. Yeye hahukumu Mungu hahukumu yeye Baba, lakini amewapa amempatia hukumu yeye Mwana, ndiyo Yesu Kristu ambayo Tutuna, tunaonyesha mambo kuhusu kuja kwake. Ndugu zangu, uh, kwa hiyo tutakuwa na sura mbalimbali tutakao uh, zungumza na kwa leo tutazungumza kuhusu kubaki macho katika Mathayo 25:13 uh, Yesu anatuambia mkesheni basi, kwa kuwa hamjui siku wala saa. Katika Mateo 24 wanafunzi walikuwa wakimuuliza Yesu kuhusu mambo hiyo. Bwana Yesu anatuajia akawambia mambo ambayo itakayotokea ili tuwe wangalifu katika mwenendo wetu na Mungu. Neno kesheni limetajwa mara nyingi katika a, habari za Kikristo katika habari ya Biblia kutuweka makini na Yesu ameitumia mara kwa mara ili tusije tukaanguke katika majaribu ili tusije tuka, uh, tuwe tayari na mambo ambayo itakuwa inatokea wakati unayoishi. Sasa ni wakati wa neema ndugu zangu muda tu uliosania tunaobaki nayo ni muda mfupi. Tunaposoma Isaya makumi sita na moja inasema, roho ya Bwana Mungu i juu yangu kwa sababu Bwana ameni paka mafuta ni wa ubirie wa nyonge na a, amenipata mwarila kufungu ya kufungua uhuru na walio kifungoni kufunguliwa kutangaza mwaka wa kibali wa Bwana na siku ya kisasi cha Mungu wetu. Ndugu zangu, kuna mwaka tunaishi wakati Mungu angali anakubali, unafanya makosa, unatenda dhambi unaomba msamaha anakukubali, na wakati Yesu abekuja tena kutangaza hiyo iyo mwaka amesema hapa, na kutangaza mwaka wa kibali wa Bwana na siku ya kisasi cha Mungu wetu. Ndugu zangu, siyo tu kibali, kuna pia kisasi. Yaani Mungu anakuja kupatia kila momuto ambayo namna umeishi katika dunia ijapokuwa ijapo mambo yako namna unatembea na Mungu inahitaji kwa kila leo kujitengeneza, kwa kila leo kujirudia kwa njia zako, na kubaki katika njia ya utukufu, katika njia ambayo inasaini Bwana Yesu. Wapendwa, Yesu Kristu alirudia maneno haya alipokuwa duniani ili kuzidhibitisha kama a, yeye ndiyo amekuja kutimia kutimiza yale ambayo Isaya amenena, yeye ndiyo imetimilika kwake, lakini watu hawakumkubali. Na hata kwa leo tunakuja tunamkana kwa hali zetu za kuishi, kwa hali zetu za kutembea na kutembea. Sawa, Mkristu, lakini haufuatilie maneno ambayo Yesu amesema. Je, wakati anarudi atahukumu, itakuwa namna gani kwako? Je, unakuwa tayari kukubaliwa naye ama utakuwa na kumiwa kwa hali ambayo unaishi nayo? Tunaishi mwaka wa neema, wakati tunaishi ni wakati ya neema, huyu ndio wakati tunaohitaji kumkaribu Yesu, tumkaribia Yesu, tunaohitaji kuchukua mavazi yetu, tunahitaji kuvaa mavazi ya Kikristu ya kweli, yale ambayo inamcha Mungu kwa kweli usio Mkristu wa uvuvu usio Mkristu ambayo utaenda leo kanisani, kwa leo unaishi hivi, kwa leo unaishi mambo yako. Hapana, yakani yale ambao tunamtafuta Bwana Yesu yopeka. Amesema mtafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na ingine yote itawapatia, lakini kwa leo tunaangalia, tunatafuta kwanza uduniani, tunatafuta kwanza mimi, kwanza mimi nipate, na mambo ya Mungu inapita baadaye. Lakini Yesu pia ame Hapana um, tano kumi na mbili nasema hivi Baba hamuhukumu mtu bali amempa mwana hukumu yote. Na katika Yohana kumi na tano makumi mbili Yesu amesema kama nisingali kuja na kusema nao, wasingali kuwa na dhambi, lakini sasa hawana uduru kwa dhambi yao, hawana tena uzuru. Yaani Yesu amekusha kuja na amekusha wahamu, na anasema ni sisi yetu alizibitisha mwamba kwamba tuna sishi katika kipindi cha neema hiyo, kipindi cha neema amesema tena katika Luka nne kumi na nane kumi na nane Alipofungua gombo la Isaya katika sinagogi na kutaka tamnika hiyo maneno, leo maandiko haya yametimia. Maana Simoni kwenya watu wameona maandiko, Yesu amesema imetimika. Wapendwa, mara mingi Yesu alikuwa anafuata ana na alikuwa uh, anatu hamzi anakuwa na kuhusu mambo ya mwisho ya kanisa si hiyo jengo bali kanisa ya inaokuwa mwili wake, si pale ambapo unaenda kusali, lakini ni mwili wa Yesu. Wakati unamkubali Yesu Kristo unakuwa pamoja nae. na ye, na hiyo kanisa ni roho yako, ni hali yako ya kuishi, ni hali ya ambayo inamkubali Yesu, wale wake ndio watachukuliwa. Na katika Luka 17 20 hadi 30 na 7 Mafarisayo walipomuuliza Yesu kuhusu kuja kwa ufalme, alitoa mifano kama ilivyokuwa siku ya Nuru, watu walikuwa wakila, wakinywa, wakioa na kulewa na kuolewa, mpaka siku Nuru alipoingia, Nuhu alipoingia katika safina garika ikaja na kuka wa amagiza yote. Ndivyo itakavyokuja siku ya mwana wa Adamu. Na mewapati na ingine maneno kama ilivyokuwa siku ya Lutu, waku walikuwa, watu walikuwa wakila wakinywa wakinunua siku Lutu alipotoka Sodoma mvua ya moto na kibetiri ilishuka kutoka mbinguni. Hivyo ndivyo itakavyokuwa mwana wa Adamu atakapofunuliwa. Ndugu zangu, siku hilo Yesu aliyekuwa kuwa anazungumza na Wafarisayo amewambia kuchukuliwa kwake ameambia kunakuwa watu ambao mutakuwa pamoja kwa leo, munaishi pamoja. Ikiwa mke wako ama mume wako ama mwana ama rafiki mumoja, atachukuliwa mwingine ataachwa. Je, mumekuwa tayari? Wazazi, mumetayarisha watoto wenyu? wa, wa, wa, wapendwa, umetayarisha mpendwa wako? Itafikiaje? Je, wewe ubaki ye aende? Itafikiaje? Je, ye aende wewe ubaki? Ndugu zangu Inahitaji kila mtu ajitengeneze. Yaani, hukumu ni kwako wewe mwenyewe, sio kwa ndugu zako. Hautasema kwa ajili ya mke wangu, kwa ajili ya, ya, ya, ya mtoto, kwa ajili ya, ya mume wangu, ndiyo sikufikiria kupata hiyo wokovu. Hapana, wokovu ni ya kila mtu mwenyewe. Wapendwa, haya yanaonyesha kuwa kurudi kwa Yesu kutavunja maisha yetu ya kila siku. Inahitaji kutayarisha, inahitaji kukubali kuacha mambo fulani fulani ili umuelekeze, ili umutanganize, ili yeye mwenyewe umufanye kuwa mkombozi, umufanye kuwa yeye awe wa kwanza kwa maisha yako. Na hiyo ndiyo Ukristo, yaani wakati Yesu anakuwa wa kwanza katika maisha yako, jamaa yako inafata mke wako ama mume wako anatafata, lakini ukitia vitu mbele, ukitia kazi mbele, ukitia jamaa mbele, ndugu zangu, hiyo haitakuletea okovu. Haiko kupana sadaka katika kanisa ama kumtumikia Yesu Mungu katika hekalu ndiyo inaleta okovu. Hapana, hapana, ni wewe kwanza, roho yako kwanza. Wakati Yesu atakuja kuchukua hata ukia kuchukua uh, kanisa ya, ya, ya, ya, pale ambapo una, una sali, hapana. Kuna watu wengi watumishi wa Mungu watabaki, yaani roho zao hazielekee, roho zao hazifunuliwe mbele ya Mungu, na pale ndiyo tunahitaji kutengeneza maisha yetu ili tumchukue yeye anayekuja. Tuwe uangalifu, ndugu zangu, tujitaarishe, kwani muda tunaobaki inakuwa muda wa neema. Tujikaze, tuchukue kwanza hali ya maisha ya kumwelekea kwanza Yesu. Acha mambo ambayo inakuwa ina kukamata wakati. Jipe wakati ya kumtafuta Mungu, jipe wakati ya kusali, jipe wakati ya, ku, ya kusoma neno lake, ya kusikiliza na kutengeneza mwenendo wako. Pale ambapo umekuja umejikuwa umekosea, ndugu zangu, umurudi angali naishi angali nasie, katika wakati wa neema. Paulo aliandika katika watu mmoja wa Thesalonike, Thesalonikia tano, amesema lakini ndugu, kwa habari ya nyakati ya majira, hana hamna haja niandike kwenu. Hatutasoma yote lakini ameambia, bali ninye duk hamko katika gizani, wala ambapo amechukua wale ambapo wanatembea na Yesu, roho Mtakatifu atakuwa pamoja, anaongoza. Lakini kama vile hamku katika giza, wakati unakuwa na uhusiano na, na Mungu, kula mambo haipashe kukushtua. Kuja kwa Yesu haipashe kushtua, yani unajua unaenda kumlaki mkombozi wako, ana karibu. Yaani wakati Yesu atakapoondoka roho yake itakapoondoka zamani katika dunia amesema, ametupatia Roho Mtakatifu ili atuongoze mpaka mwisho wa ahari, mwisho wa wakati. Roho Mtakatifu ndiyo angali anazuia kuja kwa kumaliza ku, ku, mwisho wa dunia, lakini wakati Yesu anakuja, roho wa Mungu hautakuwa tena pamoja nasi tutaendelea kufafanua hiyo katika mambo ambayo tunakuja aa, na tunakukabizi, ufatilie. Lakini hapa tunasema wapendwa, ina maana kwamba wakati tunatembea katika njia zetu zisizo sawa, Yesu wakati atakuja, unahitajika ukuwe tayari, yaani haujui muda ama ni wakati, unapaswa nyenyekea Murudi Mungu, pale ambapo umekosea, umrudi mukombozi wako. Pale ambapo umejikuta umeanguka, ni wakati ushimami, ni wakati unahitaji umurudi mukombozi wako, uombe akusamehe, uombe akubali tena, uombe akupatie kibali, na angali nako sunguli tena mkono wakini, yaani angali na kaa katika kiti ya neema, na katika kiti ya neema anahitaji karibu, anahitaji umsogeree Bwana Mungu wako, angali anakukubali. Ikiwa umekutaliwa a, maisha yako haiko sawa, ya kwanza kitengeneze, ya kwanza omba Mungu akupatie kibali, ya kwanza ambia ruhu akupatie nguvu ya kuwezesha kufanya kumurudi katika mambo inayo kuhusu Yesu. Na a, nitafanya pamoja na wewe hiyo sala ya kukabisi katika mikono ya Mungu, ya kukabisi tena pamoja na wewe. Mungu akuwezeshe. Mungu Baba, asante tena kwa kutupatia kibali, kwa kugabula hiyo maneno ya leo tunayofafanua na wandugu zangu. Asante Bwana Yesu, kwani umetukumbusha ya kwamba uko njiani, ya kwanzi umetuonyesha tujitayarishi, kwa kila mtu, kwa kila muda tukupokee wakati utakapokuja, yaani wakati utakapokuja kuchukua Bwana. Bwana Yesu, tuwe tayari, mimi na ndugu zangu. Kwa leo tunakubali kama tumekosea, tumefanya mambo yale ambayo haikubali na wewe, tumefanya mambo ambayo haitembei kufatana na lengo lako, tumefanya dhambi. Baba, unisamehe kwa makosa yote, kwa hali yote ambayo nimekuwa ninaishi nayo, yale ambayo haikubali na wewe, yale ambayo haikuhusu haikufanikishe wewe uwe katika maisha yangu. Kwa leo ninakubali kuwa mkombozi wa maisha yangu na bwana wangu Yesu Kristo, ninakualika unitengeneze, ninakualika ubadilishe maisha yangu, ninakualika unikubali tena katika wewe na ninakubali kuwacha zambi, nakubali kuwacha hali yote ambayo haikupendeze, hali yote ambayo haikukubalie. Asanti Bwana kwa, kwa kuniremu. Asanti Mungu kwa kunichukulia, nashukuru katika jina la Yesu Kristo. Ndugu zangu, barikiwe na endelea tena na hii kipindi, ninakualika ufuatilie tena podcast ambao tutakaofuata kwani tutaenda tuna mambo mengi ya kuzungumza pamoja, na una karibia pia, una karibia. Mungu akubariki, ni ndugu yako Benjamin Nyange. Nasema asanti, asanti. Salameni, umpakue mtu hiyo habari pia ndugu zako, rafiki yako aisikilize, yaani ni habari njeba ya uzima. Mbarikiwe sana.